Mambo vipi, mtazamaji wa Mwananchi Digital? Jina langu ni Victoria Melkiadi, karibu sana. Niko maeneo ya, sio maeneo, niko Azam hapa, eh, main office kabisa, na nimekuja kukutana na afisa habari wa klabu hii kubwa kabisa hapa nchini Tanzania ambayo inafahamika kwa jina la Azam FC Zaka Zakazi. Yapo mengi ambayo tutazungumza naye, lakini kubwa hasa ni kuhusiana na maisha yake nje na kazi, lakini pia ndani na kazi. Tumfahamu kina gaubaga. Zaka mambo vipi? Mambo mazuri, karibuni sana chamazi. Hmm, karibuni sana. Asante vipi? Lakini naona huku kumetulia, nakawa tumelotulia au ni kwamba tu ni mazingira <laughs> chamazi, ni kwema atakae na aje <laughs> Karibuni sana kumetulia. Hmm, ndo maisha yetu ambao hawawezi wa utulivu, wanakuja wanakimbia wanaondoka. mm. umetulia sana kwenye hapo hapopo. wakati tunamalizia kwenye ishu ya usajili, takurudisha nyuma kidogo kuhusiana na huu usumbufu wa wachezaji, namkumbuka Prince Dube ambaye alikuwa anachezea hapa kwenda Yanga na yenyewe ilikuwa kuna heka heka hivi ilikuwaje? <laughs> Dube hiyo ya kwenda Yanga sitaki kuizungumzia, lakini dube <laughs> ni kijana mzuri sana kama binadamu ambaye tulai kumpata, na pia kama mchezaji kijana mzuri sana, mtiifu, mpole, nyenyekevu, sio mtovu wa nidhamu. Amekuja hapa elfu mbili na ishirini tumekuwa naye tangu wakati huo. Alikuja elfu mbili na ishirini akasaini mkataba wa miaka miwili elfu mbili na ishirini ambao ulikuwa uende kuisha elfu mbili na ishirini na mm. mbili, lakini elfu mbili na ishirini na moja akiwa mbaki na mwaka mmoja akaongeza tena miaka miwili akaongeza tena miaka akaongeza tena mingine miwili. uh -huh. E, wakati bado ule wengine ndo mpira uko hivyo tena ni kwamba mnafanya extension kwa elfu mbili na ishirini na tatu aliongeza tena miaka mingine, mingine miwili wakati huu alibaki na mwaka mm huu -hmm. E, ambao ulikuwa unatakiwa uishi elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tatu mwezi kama wa saba hivyo ilivyoisha ligi, ilivyoisha ligi ya ile ya 22 23 akafanya extension e. Baadae tukaenda pre season Tunisia, tukarudi tukaingia kwenye msimu kuja kwenye msimu mechi ya baada ya raundi ya kwanza kukamilika, tukacheza mechi ya kwanza ya raundi ya pili Tabora. Kutoka pale tunatakiwa tuende Mbeya kucheza na Prison yeye hakwenda, alikuwa majeruhi. Of course, majeraha yake aliyapata kwenye mechi na Simba, tucheza Mwanza, mechi na Simba toka moja moja. Ile mechi hiyo ndio alifunga goli alafu akosa mengine mengi, aliumia ile mechi. Kwa hiyo baada ya pale, mechi iliyofuata tukacheza na Geita hapa Chamazi, hakucheza kwa sababu alikuwa na majeraha, hata Tabora hakuanza, lakini kwa sababu tulikuwa tunataka tupushi matokeo na yeye alikuwa anataka tushinde. E, mwalimu akamuomba kama anaweza kaingia hata kipindi cha pili kama tufanye kitu, akaingia kwa asilimia mia, akaingia lakini mechi hatukushinda. Pia kwa baada ya pale tukataka kwenda Mbeya, hakwenda kwa sababu ya yale majeraha, na ndio mechi yake ya mwisho ikawa pale. Tuliporudi kutoka Mbeya, akaleta barua kwamba anataka kuvunja mkataba. Sasa kwa mtu ambaye tumekaa naye vizuri kwa muda mrefu, wala hakuna shida yoyote, hajawahi kutokea shida yoyote na alikuwa mtoto mwema, yani wa mfano unafahamu, eh, amefikia leo kusema hivi, kuna kitu. Na haiwezekani kwamba imekuwa ghafla, lazima akajifikiria muda mrefu sana. Basi jambo zuri la kufanya ni kumruhusu kwa sisi hatukwahi kuwa na ugomvi. Alivyoita barua yake, anataka nivunje mkataba, nataka niondoke, nikamwambia hamna shida, hamna shida, nenda kasome, kwa sababu si unao mkataba wako, kausome kafanye unavyotaka uko huru, sisi hatukwahi kumzungumza naye. Kwa hiyo ikawa hivyo rais wala kwa kwa amna ugomvi wote tulimruhusu aondoke afanye ambavyo mkataba unafanya, ambavyo hata sisi tungetaka kuvunja, tungefuata kwa sababu, sisi tumevunja mkataba wa wachezaji wengi sana, na tumefanya kama mkataba unavyosema. Ukitaka kuvunja mkataba ufanye nini? Kwa hata yeye tulimpa nafasi hiyo, kwamba kwa sababu mkataba unao, kausome alafu fanya kile ambacho mkataba unasema kwamba ukitaka kuvunja unafanya nini. Basi ikawa hivyo. Eh, hizo bla bla zingine zote zilikuwa ni kurukaruka kwa maharage tu, lakini lazima tuwe taifa eh, lazima taifa tu na ikafanyika basi maharage yakaiva. Sawa. Wakati mko Mbeya mnacheza, Dube alikuwa majeruhi, as you said, alafu akaenda kuangalia mechi ya Yanga. Nakumbuka ilikuwa je, nilikuwa ni taarifa ya aina gani? Mliiona iko sawa au haikuwa sawa? <coughs> kuna kitu ambacho watu wanaki, wana, wana, wana yani, labda wana, wanakwenda wana mpaka wanakichukua, nasema out of context. Mchezaji kwenda kuangalia mechi sio shida, sisi mechi zetu hapa tunacheza, wanakuja hao wachezaji wanga wengi wanakuja kuangalia, labda kwa sababu kuna kuwa hakuna controversy at the time, ndio maana watu wanajadili hiyo. Lakini hata ile mechi wakati anakwenda kuangalia ilikuwa hamna ugomvi wote, hata hiyo story unaisema wewe una unaifanya story ni baadaye alikuja kuleta barua kusema Dube anataka kuondoka Azam, kapeleka barua. Kijana nini? Ndio watu wakaanza kurudisha matukio. Ah, ndio maana alienda kwenye mechi. Eh. Lakini ile mechi alikwenda kabla hata barua haja hajaleta kama anataka kuondoka Azam FC. Eh, kwa hiyo wala hata wakati hata siku hiyo wenyewe haikuwa issue. Issue ilikuja kuja baadaye. Sasa hiyo ni namna ndio nasema internet never forgets. Kitu kikiingia kwenye internet, internet bwana huwa haisahau, itarudisha tu. Eh, itarudisha tu leo. Leo tunaongea ni tarehe kumi na saba Machi ndo siku alikufa Magufuli, angalia mitandao inavyoreact kwa Magufuli, haijasahau yani, mitandao haijasahau, kila kitu kuhusu Magufuli kinaletwa. Unafahamu, ndo maisha yako hivyo. Kwa hiyo wala haikuwa haikuwa deal at the time. E, ni sawa tu na juzi tulikuwa tunacheza mechi na na Simba, tumetoka tumecheza pale. Baada ya mechi, Faisal akabadilishana jezi na mchezaji wa Simba, story ikawa Faisal kavaa jezi ya Simba, lakini yule mchezaji wa Simba ambaye alibadilishana jezi naye alivaa jezi ya Azam e, lakini kwa sababu kuna kuna watu wametengeneza stori zao hapa katikati, kwa hiyo intaneti inaakti humo eh, kama, ni kama maji tu, kama kuna mkondo, ukiamwaga ukiatapita humo yataenda eh. Yeah. E, tuingie kwenye maisha yako sasa ya nje ya na, na mpira Zaka, ni baba wa familia wat uh, nishawahi kuskia nishawahi kupata <laughs> kistori kidogo kwamba ulimwita mtoto wako Prince na alafu baada ya Prince kuondoka Azam ukabadilisha jina, mnipe stori hiyo kidogo <laughs> kwanza, mi na watoto wengi sana na, na watoto wangu e, eh, nimewapa majina. Si wanangu bwana, mi nawapa majina naotaka mimi, yanifurahisha mimi <laughs> ili nione raha kuwaita baadaye, sio ya, yeah. na mtoto wangu mmoja naita Turam, unamjua Turam sio nah, Turam mwanangu, yani ijuna Turam unaifahamu Nilimpa mwanangu Turam kwa sababu nilikuwa shabiki wa mchezaji mmoja wa Ufaransa akiitwa Lilian Turam. Kwa hiyo nikampa na mtu wangu mmoja Aaliyah. Mimi nilikuwa shabiki sana wa Aaliyah. Aaliyah yule mwanamuziki alifariki miaka 2000 mwanzoni kule. Lakini tangu anatoka, alitoka alipoanza kujulikana kwenye kwenye ulimwengu wa muziki. Miaka katikati ya 90 nadhani 94, 95 around pale. Nilikuwa shabiki yake sana tangu wakati huo. Mimi usinione nimekolea chumvi. Eh, tisini na tano mimi ndo niko kwenye peak ya ujana. Miaka Alia anakuja okay. Na albamu yake ya Age and Nothing but a Number, nilikuwa na hii albamu yote nilikuwa nayo. Kwa hiyo hivyo, kwa hiyo hata mm, nilimwita mwanangu Prince na nilimwita Prince vitu vyote alivyofanya. Tulicheza mechi fulani na Yanga tarehe 26 mwezi wa nne siku ya muungano mwaka 2021, pale kwa Mkapa. Um, mechi ya raundi ya pili ya ligi. Mechi ya raundi ya kwanza walitufunga Chamazi moja bila. Na hiyo mechi Prince alivunjika mkono. Ilikuwa mechi na Yanga akavunjika mkono, akaumia, tukapoteza ule mchezo kipindi, kigumu sana tukayumba sana alafu ndio ikaja hiyo mechi ya raundi ya pili, tukutana pale kwa Mkapa. Dube alifunga goli karibu, karibu na katikati ya uwanja. Yaani, kwa, kwa heshima alonipa Dube leo ili jina lake liweze kupita bure. Kwa hiyo ile ilikuwa 21 2021. 2022 nikapata mtoto wa kiume nikamwita Prince kwa ajili ya Dube. Uh, lakini kila kitu kinakwenda kina na <laughs> mambo yanabadilika mm. So mambo yamebadilika, sasa hivi sio tena Prince, mwanangu sasa hivi anaitwa na Ushad. Jina nimeshabadilisha lile jina, sio, halinifurahishi tena, ni kama mwanangu yani nampa mtoto jina ambalo linanifurahisha. Unafaa sifurahi tena sasa, kwa hiyo nitakuwa nachukia kila siku, kwa hiyo sifurahi, sifurahi tena kwa wachezaji natosha, nadhani kama mm -hmm, Mwenyezi Mungu atanjalia nitaangalia maeneo mengine, lakini kwa wachezaji natosha. Wachezaji ni waita Turam Prince na kuna mtoto wa bradha yangu, sio wangu, ila nilimpa jina la mchezaji El Hadji mm -hmm, kwa ajili ya Diouf, kwa ajili ya El Hadji, El Hadji Diouf. Unajua watu wengi Tanzania, wan wa Kitanzania wenye majina kama hayo wanaitwa Alhaj mm -hmm, lakini yule ni El Hadji, kwa sababu Diouf jina yake ni El Hadji Eh, El Haji Diouf kwa hiyo mtoto wa brother wangu alipozungamba, brother, sikiliza huyu mwanao wewe, lakini jina anampa mimi huyu <laughs> atache El Haji ya yeah, lakini kwa hiyo nimeshatoa majina ya wachezaji wa ya watu hii wa na hiyo nimeshatosha, nadhani nitoe majina mengine eh, kama Mwenyezi Mungu atajalia mtoto mwingine. Mimi nataka watoto wengi wengi tu nataka watoto wengi sana <laughs> sasa hivi na watoto wanne ko mtobro Ataka mjede Mwenyezi Mungu mi sina mpango miko open ended. Open ended mi. Hata kama timu nne, mi sina shida. Kwa hiyo ni watoto wana sibaraka wana. Na majina mengi mi, mi na jina nataka nitue jina la Saladin Mm -hmm. Kisha msikia Saladin wewe. Mm -hmm. Saladin Edin Zengi. Saladin mtu mmoja hivi. Nataka nitue jina hilo, nataka kutoa jina lingine, nitue jina Mehmet the Kankara. Mshia kumsikia Mehmet wewe Utatafuta hayo majina Mehmet the Kankara, nataka nitoa hilo jina. Kwa hiyo na majina mengi ya kutoa, kama Mwenyezi Mungu atanjali, lakini hayo ni mpango wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu haya majina nayosema ni ya kiume, naweza nikapata mtoto wa kike, kwa sababu si mie, sio tena, haiko ndani ya uwezo wangu kwamba atakuja mtoto fulani. mm. <laughs> <ya> mtoto km <laughs>